Bima Pub. Urahisi wa maisha. Katika ukanda wa kaskazini mashariki mwa Tanzania, palipojificha historia, uzuri wa asili na simuliza kuvutia ndipo ilipo Polokanya, sehemu ya kipekee iliyo ndani ya Hifadhi ya Taifa ya Saadani. Mahali hapa ni hazina ya ikolojia na zaidi ni lango la ajabu ambapo mto hukutana na bahari, Mto Wami unamwaga maji yake moja kwa moja katika Bahari ya Hindi, hali ambayo ni ya kipekee kabisa nchini Tanzania. Nimefanya mahojiano maalum na askari wa wanyamapori daraja la tatu Poroto Jafari naye akafungua ukurasa wa historia na kuvutia kwa eneo hili. Mahali hapa tulipo tuko katika eneo la Mto Wami, kituo kinaitwa Polokanya. Maana ya kuleta Polokanya zamani, kabla ijawa hifadhi, kuna Wahindi walikuwa wanaishi mazingira haya, wanafanya kazi pamoja na vibarua vyao, ilikuwa ni sherehe. Baada ya kuweka sherehe, yule Muhindi, kuna mtu anaitwa Paulo, alivyoshiba zaidi aliingia sehemu akajisaidia. Baada ya kujisaidia ule mwindi alivyopita pembezoni pale akaona kile kinyesi. Baada ya kuona kile kinyesi akauliza, nani amekunya hapa amejisaidia? Anasema Paulo kanya. Nani? Poo hey, poo kanya. Basi kuanzia kipindi hicho ndio pakaanza kuitwa Polokanya. navivutia aina mbalimbali vinapatikana katika mto wetu huu, ambayo mojawapo ni viboko, mamba nandegye. Na ndege na miti aina ya mikoko, jinsi tunavyoona mazingira jinsi yalivyo, ya Polokanya ni nyumbani kwa viumbe wa aina mbalimbali, viboko na mamba wanaishi kwa ushirikiano wa kipekee kiboko hutegemea mamba kwa ulinzi, huku mamba wakifaidika na mazingira salama yanayoundwa na uwepo wa kiboko. Samaki wa kipekee wanaotoka baharini kuingia mtoni, pale mawimbi ya bahari yanapoingia mtoni, wakileta mandhari ya kimaumbila kipekee ya mchanganyiko wa maji baridi na chumvi ndege wa angani kama flamingo ambao usafiri kutoka bara moja hadi jingine. Miongoni mwa sababu kuu zinazowavutia wageni wa ndani na nje ya nchi ni huduma bora na za kitaalam zinazotolewa na waongozaji boti katika kituo cha Polokanya. Waongozaji hawa ambao wengi wao wamefunzwa na kuhakikiwa na shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA kuchukua tahadhari zote za kiusalama kwa wageni. Hifadhi ya Taifa Saadani ni maarufu kiutalii, kiikolojia katika ukanda wa pwani kaskazini mwa Bahari ya Hindi, lakini pia katika nchi hii, ni hifadhi pekee katika ukanda wa Afrika Mashariki ambayo a, bahari inakutana na nyika. Kwa hiyo huo ndio upekee hasa wa hifadhi ya taifa Saadani. Shughuli ya utalii mojawapo ambayo ni maarufu katika hifadhi hii ni pamoja na utalii wa, wa boti, yani boti safari kwenye mto Wami, na katika utalii huu mtalii anaweza akatembea kwa boti mtoani mpaka akatokezea kwenye kwenye eco zone kati ya mto pamoja na bahari, yaani kule kwenye mlango bahari wa bahari ya Hindi Saadani. Tulivyo vikuta kuna ndege, kuna ni mojawapo ya mbuga ambayo imeambatana na vyanzo vya maji hapa kanda ya Afrika Mashariki. Katika Afrika Mashariki nzima, amna mbuga ambayo ina imeambatana na vyanzo vya maji ila mito au bahari, kasoro tu Saadani. Sababu huku kuna ukarimu mkubwa, watu wa tour guides wa huku wana ukarimu mkubwa, wanapokea watu kwa ukarimu. Vya kula vyao ni vya hadhi, ni, ni vizuri. Pia mazingira ya huku, kuna hewa safi. Polokanya si mahali tu pa kutembelea, ni hadithi hai ya urithi mazingira na binadamu. Ni kivutio cha kimataifa chenye maajabu ya kiasili, historia ya kipekee, na huduma bora kwa wageni kutoka pande zote za dunia. Ikiwa unatafuta sehemu ambapo asili hukutana na hadithi, na maji hukutana na bahari, basi Polokanya ni mahali sahihi. Karibu Polokanya, mahali ambapo historia, wanyamapori na uzuri wa asili huishi kwa pamoja. Mimi ni Ibrahim Kunoga, nyuma ya kamera nilikuwa na Mudi Kibakari. Asante kwa kuwa nami. Naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima, inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima uwezo wa kupata mkopo hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti na bana tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap, urahisi wa maisha.